Licha ya kuongezeka kwa migogoro ya kimataifa na kuzorota kwa amani duniani kote, lakini bado nchi kadhaa za Afrika zinaonekana kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama kwa raia wao. Jarida la utafiti wa kielelezo cha amani duniani cha 2025 GPI linaonyesha kupungua kwa amani duniani na kuzorota kwa usalama kwa asilimia 0.36. Afrika inasalia kuonyesha utendaji wenye mchanganyiko huku nusu ya nchi za bara la Afrika zikiendelea kuwa bora katika nafasi ya amani, huku nusu nyingine zikishindwa na kushuhudia mamonyoko na migogoro chungu tele. Huwezi kuamini kuwa nchi kama Botswana, Namibia, na Gambia, Mauritius ni nchi ambazo katika mataifa ya Afrika kuna amani kuliko watu wanavyofikiri. Pia ni nchi hizi hizi zinazohusishwa na utawala thabiti wenye kipimo kidogo cha uingilianaji na jeshi. Hii inamaanisha kuwa Serikali katika nchi hizi haziingilii mihimili mingine na taasisi zake, bali kila mhimili na taasisi hufanya kazi kwa weledi bila ya shinikizo wala kuingiliwa na serikali. Licha ya nchi hizo kuibuka kidedea katika amani, lakini bado zina changamoto katika eneo la ugaidi, machafuko ya kisiasa na migogoro ya mipakani, hali inayoathiri utulivu wa jumla kwa taifa. Watafiti hao wa kipimo cha amani duniani 2025 GPI wanaangazia viongozi wa bara la Afrika katika amani, wameorodhesha nchi za Afrika kulingana na usalama wa kijamii, migogoro inayoendelea na uingilianaji wa kijeshi, huku Afrika ikiwa ni bara linalokabiliwa na changamoto za ugaidi, machafuko ya kisiasa, migogoro ya mipakani, lakini mataifa kadhaa yakiweza kudumisha amani kiasi, utawala imara, viwango vya chini vya uingilianaji wa kijeshi kuyafanya kuwa mfano wa ustahimilivu katika eneo ambalo mara nyingi huathiriwa na ukosefu wa usalama. Watafiti hao wa amani duniani kwa mwaka huu wa 2025 GPI wakishirikiana na taasisi ya uchumi na amani IEP katika utafiti wao inaonyesha kuwa amani duniani inaendelea kupungua. Utafiti huo unajumuisha nchi 163 na karibu idadi yote ya watu duniani. GPI inapima amani katika nyanja ambazo ni usalama wa kijamii, migogoro ya ndani na kimataifa inayoendelea, na namna jeshi linavyoingilia masuala ya kisiasa. Ripoti ya mwaka 2025 imegundua kuwa amani duniani imedhofika na kudumaa kabisa. Kati ya nchi 163, nchi 74 nne zimeboresha amani nchini mwao, huku nchi 87 saba zikivunja rekodi kwa kuweka alama ya kuchafua amani na kuvunja ustawi mlivu katika nchi zao ambapo mpaka sasa mivutano ya kijiografia inazidi kuongezeka katika nchi hizo, na kuongezeka kwa uingilianaji wa kijeshi na kuvunjika kwa miungano ya kitamaduni kimataifa. Iceland inaendelea kushikilia nafasi yake kama nchi yenye amani zaidi duniani, huku Urusi ikiorodheshwa kuwa na amani kidogo zaidi, kwa mara ya kwanza ikifuatiwa na Ukraini, Sudani, Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Yemen. Nchi za Afrika zilizopo kusini mwa jangwa la Sahara zimeweka rekodi kwa nchi ambazo amani imezorota kwa asilimia sifuri nukta moja saba huku machafuko ya kisiasa, ugaidi na migogoro ya mipakani yakitajwa Chanzo. Na hii ni orodha kamili ya mataifa kumi yenye amani zaidi katika bara la Afrika. Namba kumi inashikwa na taifa la Liberia. Namba tisa inachukuliwa na Senegal. Namba nane inachukua Zambia. Namba saba ni Ghana. Namba sita ni Madagaskar. Namba tano ni Sierra Leone. Namba nne ni Gambia. Namba tatu inaenda kule kwenye nchi inayoongozwa na rais mwanamke, hii ni Namibia namba mbili wanashika Botswana, na namba moja unahisi itakuwa nchi gani? Lakini kete hii ya kwanza ya taifa lenye amani zaidi barani Afrika inaenda kwa nchi ya Mauritius. Mauritius haijashika nafasi hii kwa bahati mbaya, kwani kwa mujibu wa taasisi nyingi za kimataifa, nchi hii ndiyo inaongoza barani Afrika kwa kuwa na demokrasia na ni nchi ambayo inaongoza kwa kuwa na katiba bora wengi tamani kuisikia Tanzania ama nchi zilizopo ukanda wa Afrika Mashariki, lakini zote hizo hazimo. Unahisi kwenye nchi za Afrika Mashariki wapi panavuja? Je, tuzibe ufa ama tudondoshe kuta ili tuanze upya? Nchi hizo zilizoingia kumi bora kwa kuwa na amani Afrika zinaongoza kwa kuwa na kiwango cha juu zaidi cha amani na kudumisha utulivu kupitia utawala thabiti wa kidemokrasia na ukosefu wa ushiriki katika migogoro ya au nje. Botswana, Namibia na Gambia zinafuata kwa karibu zikinufaika na usalama imara wa kijamii na uingilianaji mdogo wa kijeshi. Mataifa ya Afrika Magharibi kama vile Sierra Leone, Ghana, Senegal na Liberia pia yanajitokeza yakionyesha ma yakionyesha maboresho katika utawala na usalama. Madagaskar na Zambia zikikamilisha kumi bora kwa kuonyesha kwamba maeneo yenye utulivu yapo hata katikati ya changamoto kubwa za kikanda. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.